Na tayari mgeni wetu yuko hapa na ninao wageni wawili, naye Waziri wa Maji Jumaa Aweso, lakini vile vile naye mkurugenzi mtendaji wa DAWASA kwa maana ya Mamlaka ya Maji Safi na Usafi wa Mazingira hapa Dar es Salaam, Mhandisi Mkoma Bwire, karibuni sana studio zetu hapa UFM. Mheshimiwa waziri na mtendaji wa DAWASA, karibuni sana sana. Mheshimiwa, bila shaka unajua wazi wazi ya kwamba kwa jiji la Dar es Salaam na viunga vyake mkoa wa Pwani na viunga vyake, hali bado si nzuri kwenye swala la maji, na imekuwa ni malalamiko, ni masikitiko. Ujio wako hapa UFM, nini unaweza kutoa matumaini kwa wana Dar es Salaam na wana wanapwani unaokusikiliza? Kwanza nitumie nafasi kuwashukuru sana kwa kipindi hichi, lakini kubwa tumepata majaribio na ni mapito tu. Mamlaka yetu ya maji na usafi wa mazingira Dawasa imekuwa ikitoa huduma kipindi chote Januari mpaka kipindi hicho cha Novemba mm. Lakini moja ya changamoto kubwa ambayo tumeipata, mitambo yetu kushindwa kuzalisha kwa kawaida, na hii inatokana ni uchelewaji wa mvua na ni kutokana na ukame. Mimi kama waziri mwenye dhamana ambao nimepata nafasi nilifika, nimejionea hali halisi. Kwa hiyo kikubwa ambacho nataka niwaambie ndugu zangu wana Dar es Salaam na wanapwani, hichi ni kipindi cha mpito. Mamlaka yetu ya maji na usafi wa mazingira DAWASA ina uwezo wa kuzalisha maji lita milioni 534 kwa siku, lakini kutokana na hii itilafu hasa eneo la mtambo wa Ruvu chini, tumepata itilafu uzalishaji sasa wa mitambo yetu unazalisha chini ya lita milioni 300. Kwa hiyo manake hapa kuna upungufu. Kwa hiyo panapokuwa na upungufu, maana yake sasa lazima kelele zitakuwepo baadhi ya maeneo mengi. Kwa hiyo kama wizara ambalo tumeliona hasa hichi kipindi, labda nieleze mm -hmm, unaweza kuna swali ambalo litaulizwa kwamba na sasa ina maana itakuwa inajurudia ukame au mm -hmm, kiangazi tutategemea tu mvua. Kuna mambo ambayo kwa nchi yetu hatujawahi kwa experience. kuna kitu kinaitwa mabadiliko ya tabia nchi kwa maana ya climate change mm -hmm. Mwaka elfu mbili na ishirini na tatu mwishoni mwa elfu mbili na ishirini na mbili niliwahi kufika pale nikakuta mto Ruvu umekauka kabisa, mashine hazifanyi kazi, si kama hali ya sasa hivi. Baada ya kuona lile, nikaona haya ni mabadiliko ya tabia ya nchi. Lakini jambo la msingi, acha niwashirikishe viongozi wangu wako ambia, Waziri Mkuu, Makamu wa Rais na Mheshimiwa Rais, hakuna aliyekaa ofisini, wote walikuja. Baada ya kuona lile, nakumbuka Mheshimiwa Rais alichokizungumza kwamba haya ni mabadiliko ya tabia nchi, tumeanza kwa experience katika taifa letu. Wizara ya Maji ianze kuweka mikakati ya kukabiliana nayo. La pili kwamba tunapotaka kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi hatutoangalia gharama, tuanze kujenga miradi ya kimkakati kuhakikisha kwamba hata ukame unapotokea, hata mvua zikichelewa kunyesha, basi tunavuka salama. Basi tukaweka mipango hasa katika jijini la Dar es Salaam moja uchimbaji wa visima eneo la Kimbiji kule Kigamboni mm. tuna visima ambavyo tumevichimba tumedevelop mradi wa bilioni ishirini na tatu nukta sita ndo unatusaidia kwa kipindi hichi kutokana na Ruvu chini kushuka sana, basi nasaidiana na Ruvu juu walau hichi kilichopo kwa maana lita chini ya milioni mia tatu ndo zinatusaidia. Lakini la pili ni kwamba lazima tuwe na hifadhi ya maji. Tumeona kabisa mto Ruvu kwa kipindi chote maji anapotea tu baharini, kwa maana Januari mpaka hiyo Novemba una kiasi tunachokitumia lakini kingine kinapotea balini. Basi hiki tukivune, tumejenga bwawa kubwa linaitwa la Kidunda ambalo litakuwa na uwezo wa kuhifadhi maji lita bilioni mia moja na tisini. Mradi huo upo asilimia arobaini, lakini pia tuna, tuna, tuna, una gharama yake ni bilioni mia tatu na thelathini na tano. Pia utakuwa na uwezo wa kuzalisha umeme, lakini pia litatumika kwa, kwa umwagiliaji na hili bwawa tumelianza tangu kipindi kile ambapo tumeanza experience, lakini kama unavyofahamu miradi mikubwa ya maji ina, inatumia muda mrefu. Sasa kumalizika kwa huu mradi ni mwaka 2026 kipindi cha mwezi wa kumi hadi kumi na mbili tutakuwa tumeshakamilisha, lakini solution ya kudumu na kutokana na hii dira ambayo tunakwenda nao, jiji la Dar es Salaam ni jiji la kibiashara, jiji la kiuchumi mm. Hekaheka za namna hii sidhani kama ni sahihi sana. Kwa hiyo maelekezo ya Mheshimiwa Rais ni kuyatoa sasa maji ya mto Rufiji, kwa sababu kule kuna bwawa kubwa ambalo la Mwalimu Nyerere lililojengwa ili kuhakikisha kwamba, tumeona pamoja na bwawa limejengwa, lakini maji mengi athari yake imekuwa ikileta mafuriko hasa maeneo ya Rufiji. Kwa maji yale tutayatoa ya Rufiji na kuyaleta katika jiji la Dar es Salaam ili wana Dar es Salaam waendelee kupata huduma hii muhimu sana ya maji safi na salama. Mheshimiwa Waziri, kwenye bwawa la Kidunda ambalo linatarajiwa kuzalisha zaidi ya lita bilioni 20 kwa siku yeah, kwa dar kwa, kwa Dar es Salaam ama, tunategemea kwamba itakuwa ni suluhu ya changamoto ya maji kwa Dar es Salaam na miji jirani ikiwemo Pwani na Morogoro. Ili bwawa ni hifadhi, kwamba nieleweke, ni vizuri hii ni hifadhi mm, kama unavyoona wewe ni mkulima ambaye unalima umepata mavuno mengi, maana kunaweka hifadhi kipindi cha njaa uweze kuyatumia. Kwa hiyo bwawa ni hifadhi, ni hifadhi ya maji ambayo itakuwa lita bilioni mia moja na tisini. Kwa hiyo litakuwa na manufaa kwa wananchi wa Morogoro, litakuwa na manufaa kwa wananchi wa Pwani, litakuwa na manufaa kwa wananchi wa Dar es Salaam. Nini maana yake? Ikitokea sasa kipindi hichi cha kiangazi, maana kile tunalifungua ili mto wetu uendelee kuwa katika mtiririko na mitambo yetu iendelee kutoa huduma hii ya maji safi na salama. Sawa, mnashirikiana vipi na mamlaka nyingine na wizara nyingine? kwa mfano naweza kusema hivyo eh, kwa sababu kwa mfano kwenye eneo lote la kunakopita mto Ruvu ziko shughuli za kibinadamu zinaendelea, wafugaji wako eneo la mkoa wa Pwani na maeneo mengine Morogoro na kwingineko, wako watu wanafanya shughuli za ulimaji mboga mboga eh, mashamba ya kumwagilia na shughuli nyingine wanaweza kuchangia kwa namna moja ama nyingine mabadiliko ya tabia nchi na uharibifu wa mazingira kama ambavyo tunajua, mnafanya nini katika kuwaelimisha hawa ili kuondoa rabsha zote zinazoendelea kwa sasa? Tunaita mabadiliko ya tabia nchi, lakini ukweli ni mabadiliko ya tabia za binadamu. Zipo shughuli ambazo zinaleta athari kubwa sana, na hapa naomba niweke wazi zaidi, uharibifu wa mazingira una tabia ya kulipa kisasi. Ukiharibu okay, mazingira yatakuadhibu tu. Kama hayajakuadhibu leo, basi yatakuadhibu kesho. Tumekuwa kihelehele wa kupaza sauti, lakini baada ya hili jambo kama nilivyoeleza, tujawahi kuliona. Watu ndio wameona, yawepo mafunzo, kwa sababu tulikuwa tunashuhudia kwa nchi za wenzetu. Sasa tumeona kwetu, manake mabadiliko ya tabia ya nchi lazima tukubali yapo, na athari zake ni kubwa. Kwa hiyo sisi kama wizara, kwanza tumefanya mabadiliko ya sera iendane na mazingira ya sasa, kwa sababu sera yetu mara kwanza ilikuwa haizungumzii swala la mabadiliko ya tabia nchi. Sera ilikuwa tangu elfu mbili na mbili mm. lakini jambo la pili, mabadiliko pia ya sheria ili kuhakikisha kwamba tunakuwa na sheria ambazo tutakadhibiti. Lakini swala la ulindaji na utunzaji wa vyanzo vya maji ni jambo shirikishi, kwa maana hatuwezi tukasema wizara yetu ya maji peke yake itaweza, si kweli, kwa sababu tunapokuwa na rasilimali za maji wanufaika wanakuwa ni wengi. Kwa maana watu wa kilimo watu wa mifugo na kada zingine. Kwa hiyo tumefanya kikao na alikuwa makamu wa rais Mheshimiwa Mpango tulifanya pale Mbeya, sekta zote mtambuka tumeziita na sisi kama wizara ya maji ndio tulikuwa tunaongoza kikao kwa sababu ndio wanufaika wakuu, kuona lazima tushirikiane, hatuwezi kuona shughuli za madini zinafanyika kwenye, kwenye vyanzo vya maji, hatuwezi kuona mifugo inaingizwa kwenye vyanzo vya maji. Kwa hiyo moja ya mkakati sisi kama wizara tuna mabonde ambao ni bonde la Wameruvu, katika nchi yetu tuna mabonde takriban tisa. kwa hiyo katika kila eneo ili kuhakikisha kwamba hizi taasisi zinafanya kazi ya ulindaji na utunzaji, lakini tumewaelekeza kwamba wasifanye kazi peke yao, wapo watu wa mazingira, zipo TFS na kada zingine mbalimbali, lakini wapo wana habari kuhusu swala zima la utoaji wa elimu kwa sababu swala la mtu haupiti tu angani, maanake unaanzia kwenye kitongoji mpaka kwenye kijiji, kwenye kata, kwenye wilaya mpaka huko unapokwenda. Kwa hiyo hii ni shughuli za wetu wote, kwa maana ushirikishwaji ili kuhakikisha kwamba tunakwenda tuna, tuna vizuri. Lakini pia huku tunapokwenda lazima twende vizuri zaidi. Kwa mfano maji yanatumika kwenye eneo la umwagiliaji, lakini unaweza ukachukua maji lita mia moja unaingiza kwenye mpunga, yani yanayotumika ni asilimia kumi na tano. Huku tunapokwenda lazima teknolojia zitumike kwa ajili ya kuhakikisha tunakuwa na matumizi sahihi ya maji leo tunaweza ukaenda pale kwa baleza anafanya drip irrigation kwa hiyo ni teknolojia nzuri ambayo inaweza ikatumika ili kuhakikisha kwamba maji tuliokuwa nao basi yanakuwa na matumizi sahihi nadhani ndio uelekeo ambao tunakuwa nao hasa katika idira 20 mheshimiwa umezungumza vizuri na sina shaka maswali yetu miajibu sawasawa tu, tu, tu, mwanga, tugeuke kwa upande wa pili kwa mkurugenzi mtendaji wa DAWASA. Sasa tuko kwenye kazi ya wakazi wa Dar es Salaam na mkoa wa Pwani, hatuna maji ya uhakika, lakini bado bili zinakuja. Wananchi unawaambia nini kwenye hili? Uh, eh, labda nianze kabla hatujaenda kwenye swala la bili, kwa sababu bili mm-mm. ni matokeo ndio, kama eh, maji na hakuna eh, kwa nini bili zinakuja? Cha kwanza wananchi wanataka maji na hilo ndilo jukumu letu sisi la kwanza, kuhakikisha tunawapa wananchi huduma e, ya maji. Kwa hiyo e, kabla sijaenda kwenye swala la bili, labda mimi ningeeleza kwamba katika hali hii ya upungufu wa huduma ya maji hatua gani za dharura ambazo tunazochukua katika kuhakikisha wananchi wanapata huduma ya maji. Sasa so, so, e, Mheshimiwa wa waziri kukiangalia katika jiji la Dar es Salaam na mkoa wa Pwani, kimsingi serikali imefanya uwekezaji mkubwa sana katika miundombinu ya maji kwa maana tukizungumza miundombinu ya uzalishaji miundombinu ya usafirishaji na miundombinu ya usambazaji katika maeneo mbalimbali. Ndio maana ukizungumza hizo lita milioni mia tano na thelathini na nne huo mm, uwe ni uwezo wa mamlaka kuweza kuzalisha maji ambayo ukilinganisha na mahitaji ya maji katika jiji la Dar es Salaam ambazo ni lita milioni mia tano sabini na mbili mm. Kwa hiyo uwekezaji umefanyika na lazima hili kuweza kulitambua tu kiachana katika kipindi hiki ambapo kimetokea kwamba maji katika mto wetu yamepungua. Kwa hiyo jitihada kubwa zinaelekeza kule. Sasa kuna mambo makubwa matatu au manne tunayoyafanya katika kuhakikisha, katika kipindi hiki ambako uzalishaji wa maji umepungua, tunayafanya ili kupunguza mkali wa changamoto ya maji kwa baadhi ya wananchi, lakini ni vizuri nako ikaeleweka tunapozungumza upungufu wa maji ni maeneo gani sana yameathirika? Kwa sababu mtu anaweza akaingia akazungumza ni eneo lote la huduma la DAWASA, mm. DAWASA inahudumia maeneo makubwa katika mkoa wa Dar es Salaam na mkoa wa Pwani. Maeneo mengine katika eneo hili la Dar es Salaam hakuna changamoto hii, haijaathirika na changamoto hii ambayo imejitokeza. Amezungumza Mheshimiwa Waziri hapa kwamba katika jitihada za serikali za kukabiliana na mabadiliko ya tabia ya nchi yanayotokana tunaibua miradi ambayo inaendana kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Kwa mfano mradi mkubwa uliojengwa ambao Mheshimiwa waziri ameuzungumza kule Kigamboni wa kuchimba visima virefu na kuwa na miundombinu ya uzalishaji na usambazaji, imetusaidia sana katika eneo la Kigamboni. Ukizungumza Dar es Salaam, Kigamboni ni sehemu ya Dar es Salaam, hatuna changamoto kubwa ya maji kule Kigamboni, lakini mradi huo uo nao wa Kigamboni umesaidia baadhi ya maeneo ya Dar es Salaam kwa mfano katikati ya jiji na baadhi ya maeneo ya Kariakoo mm. yanapata maji yanavuka kule, yanakuja upande wa huko. Kwa hiyo wale nao wanapata sehemu ya maji yanayotoka kule katika kipindi kama hiki. Lakini ukizungumza tuna vyanzo vingine, kwa mfano ukienda kule Temeke Mbagala wana visima virefu ambavyo tunatumia katika uzalishaji wa maji na mto wetu Kizinga kupitia mtambo wetu wa Mtoni nao wanapata sehemu ya maji katika maeneo kama ilivyokuwa katika utaratibu wa kawaida. mm. Lakini ukiangalia kwenye mto Ruvu eneo kubwa ambalo tuna sehemu mbili tunapozalisha maji. Tuna mtambo wa Ruvu juu kwa maana unaozalisha maji kutokea maeneo ya Mlandizi, Kibaa, Kibamba kuja maeneo ya Ubungo na maeneo mengine hadi kuja Tabata. Lakini tuna mtambo wa Ruvu chini ambao unazalisha kuanzia kule Bagamoyo, Mapinga kwenda Tegeta, kwenda maeneo ya Mbezi Beach, Kawe kwenda Masaki kwenda Kijitonyama, Mwananyamala na hadi mjini kati na kwa Magomeni hadi s kule ndiko ambako uzalishaji wetu umepungua kwa yale maeneo ndio yame, yame yameathirika kipindi zaidi katika muda mm -hmm. kama huu sasa, ukienda maeneo mm -hmm. mengine kama ya mkoa wa Pwani kule kule tuna chanzo kingine cha Mtowani kule Chalinzo ukienda na maeneo mengine ya kule tunaendelea na huduma kama kawaida ilivyokuwa katika hali ya kawaida. Kwa hiyo ni vizuri tunapozungumza hata changamoto hiyo katika kipindi cha upungufu mm. ni vizuri nako tukaelewa kwamba sio jiji lote la Dar es Salaam liko katika changamoto hiyo, ni baadhi ya maeneo ambayo yameathirika katika kipindi hiki. Sasa tukirudi kwamba tunafanya nini katika kipindi hiki ambako tuna upungufu cha kwanza. Haya maji tunayozungumza tunayozalisha hapa sio haba, ingawa yana upungufu. Cha kwanza ni kuhakikisha tunayasimamia vizuri, yanawafikia watu, kwa sababu maji haya tukidhibiti mivujo ambayo mingine inatokea kwa haraka, ina maana tunapunguza hata yale maji kidogo yanayozalishwa, yaweze kupungua, yaweze kuwafikia waraji. Hilo ni jambo la msingi sana katika kipindi hiki tunapokuwa na upungufu. Lakini la pili ni kuhakikisha, je, tunafanyaje katika kuhakikisha wale watu ambao wameathirika sana mm. nao wanapata maji, wasikose kabisa ndio, inabidi tu si tuweze kuhakikisha kwamba tunayasambaza na kuyagawa vizuri, angalau hata pale penye upungufu basi asiwepo mtu ambaye atakosa maji kabisa, angalau aweze kupata hata mara moja au mara mbili kwa wiki katika hiki kidogo kinachozalishwa mm. Hili Mheshimiwa Waziri ameelekeza na tunalifanyia kazi, na bahati nzuri alisea alielekeza tutoe ratiba Haan. ya upatikanaji wa maji. Ratiba imetoka, tumeanza utekelezaji wake kwa ajili ya kuweza kufuatilia, lakini tatu Mheshimiwa Waziri alielekeza kwamba Dar es Salaam hapa pamoja na maji yale tunayotoa kwenye mito mikubwa mtoruvu ambao ni zaidi ya asilimia themanini na saba ya uwezo wa uzalishaji wa maji tunayozalisha. Tuangalie sasa kufufua visima vilivyokuwepo mm. katika maeneo ya Dar es Salaam na kuchimba visima vingine vipi. Kazi hii imeshaanza, baadhi ya maeneo tumeanza kufufua hivyo visima na kuanza kuchimba visima vingine. Ukienda pale Mwananyamala maeneo ya Komakoma tumefufua visima, ukija huku mlaati juzi timu zilikuwa ziko maeneo ya Tabata na maeneo mengine tunaendelea na mini. Kesho tutakuwa na baadhi ya maeneo tutaanza kuendelea. Jitihada za kuchimba visima zinaendelea, lengo katika muda huu wa mpito, kipindi tunaangalia hali ya hewa inavyokwenda, lakini jitihada ziendelee kusudi kupunguza ukali ukali ukali ukali, ukali wa, wa, wa upungufu wa maji. Sasa tuje kwenye swala la bili ambalo umeuliza, mm -hmm. kwa sababu tu lazima tuanzie kwamba kazi lengo letu kubwa la DAWASA sio kutoa bili. Lengo kubwa la DAWASA ni kuwapatia wananchi maji, ila kusudi huduma iweze kuwa endelevu, ndio wakati mwingine bidhi zinatoka kusudi kusustain ile service. Sasa bili, bahati nzuri wateja wetu wote wana dira za maji na dira za maji kimsingi, inapima unalipa. ingeri kuwa kwamba tuna mfumo ule wa flat rate kwamba mimi kila mwezi utalipa elfu ishirini ina maana, alafu nimepata siku mbili au siku tatu ina maana kwamba isingekuwa na maana, lakini wateja wetu wote wana dira za maji na hizi dira zinapima kiasi cha maji ulicho ulichotumia. Na ni vizuri hapa tukaelewana vizuri. Unajua, unapokuwa na dira ya maji, unaweza maji ukayapata siku mbili, lakini ukakinga maji ya kutumia siku ta, siku wiki nzima. Kwa hiyo unaweza ukawa kwamba kutoka maji kwa ratiba kwamba labda napata mara moja. Kuna watu wana matenki, kwa hiyo anaweza akakinga maji akayahifadhi pale, yale yote yatakuwa yamepita kwenye mita lakini ni vizuri nako wananchi wakaelewa kwamba kwa mfano tumeanza kupata tatizo hili ambalo limekuwa ni changamoto katika upungufu mkubwa kuanzia tarehe za mwanzo za mwezi wa Desemba mm. Lakini kumbuka tarehe zetu sisi za kusoma bili, tunasoma bili zinaishia tarehe kumi na tano. Kuna tarehe zingine zile za mwanzo watu walitumia machi. Kitu ambacho tunachosisitiza na ambacho tunachokisimamia ni usomaji wa dira uwe sahihi, uendane na matumizi halisi ya mtu alio aliyotumia na niombe tutoe tutoe elimu kwa wateja wetu kabla hatujatoa bili. Watu wetu wakishasoma huwa tunatuma meseji ya awali kwamba kwa mtu yoyote aangalie usomaji wetu uliopita ulikuwa ni huu, lakini usomaji wa sasa huu. Mm. Hi, ni huu, kwa hiyo jirizishe kama hii iko sahihi kabla hatujatoa bili. Kwa hiyo niwaombe wananchi kwamba kwa yule yyote ambaye ana concern anaona bili yake ya haiko sahihi, kama imetoka kuna mapungufu labda anayaona hajarizikana ni vizuri akaikonsati mamlaka kupitia namba yetu ya huduma wateja ambayo ni 181 tunakushukuru tuna mkurugenzi umejibu swali letu moja limeibua na mengine sawa sawa maswali mawili kwa kwa mheshimiwa waziri anauliza msikilizaji wetu anaitwa Ramadhani Gea anasema hapa Kisemvule kuna visima nane vya dawasa lakini havijatumika waziri unasemaje kwenye hili maana nimekuja na mkurugenzi wa dawasa mm. jambo hili li, liwe shirikishi Sio dawasa peke yake mm -hmm. ndio maana mimi kama kiongozi ambaye nimepewa dhamana na mheshimiwa rais, tumewashirikisha waheshimiwa wakuu wa mikoa wote, fanya ikao na waheshimiwa wakuu wa wilaya wanalifahamu. mm -hmm. wenye viti wa mitaa. Dawasa yeah. mm -hmm. lazima ikubali kufanya kazi na wengine. Wapo wananchi ambao wana visima virefu eh? wewe utaenda tu kupima ubora. mm -hmm. utaingiza kwenye mfumo, watu watapata huduma Sina Z shaka, amewasikia haya. Mwingine anasema e, watu wa Mabwepande ratiba umeitoa e, mkurugenzi, lakini bado mambo sio mazuri, wanalalamikia maji lakini mm. Anaandika mtu mwingine, tunajaribu kusoma wachache wa wa kwa sababu muda nao unatubana. Anasema Ruangwa, mheshimiwa waziri, ukiweza kupita itakuwa vizuri, utupe mawazo, kuna shida ya maji. Anaitwa Ibadi tuile mwema amekuandikia maoni. Wapi? Anasema uende Ruangwa. Ruangwa. Mm, tuna mradi mkubwa pale sana <laughs> sawa. Haya, ma maoni ya watu ni ya kutosha tu. Mwingine ni masunga mbazu kutoka mwambisu kwimba kule Mwanza, serikali iangalie mm, idadi ya maji iangalie hali ya maji Tanzania nzima. Waziri, wanafanya mm, kazi nzuri, lakini msitusahau na maeneo mengine ambako bado huduma haijatufikia mm. Haya, yeah. Basi ni wachache ambao wanajaribu ku ni, ni, kwa vile matangazo yetu yanakwenda sehemu kubwa, tunashindwa kusema tubaki na watu wa Dar es Salaam pengine au wa Pwani. Lakini tunakushukuru mheshimiwa waziri kwa kuja kwa kueleza vizuri juu ya swala hili, natumai wakazi wa Dar es Salaam na mkoa wa Pwani na maeneo mengine ambako wameguswa, na tunakushukuru kwa kujibu maswali yetu, asante na tunakutakia majukumu mema. Amen. Asante sana. Asante sana. Tunakushukuru pia mkurugenzi Dawasa, kila la heri katika utendaji wako, asante.